fungu letu ni kitabu cha Waefeso sura ya pili mstari wa kumi na tisa basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu watu wa nyumbani mwa mungu tuombe e, baba yetu wa mbinguni tunakushukuru kwa kutuamsha salama asubuhi hii tunakushukuru kwa pumzi ya uhai na kwa nafasi kutafakari neno lako tunakuomba utusamehe makosa yetu utufungulie akili na mioyo yetu ili tupokee somo hili kwa unyenyekevu wa imani. Roho Mtakatifu atufundishe, atutie nguvu na kutuongoza tuishi sawasawa la mapenzi yako. Tunaiweka mikononi mwako nchi yetu ya Tanzania, tubariki, bariki viongozi wetu, bariki makanisa daia wote nchi hii, ukaijaze amani na upendo, haki pamoja na ushikamano. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, amina. Wale wanaojenga uhusiano wa karibu na Mungu wanaweza wasiwe wenye ustawi katika mambo ya maisha haya. Wanaweza kuwa wanajaribiwa vikali na kuteseka mara kwa mara. Yusufu alichafuliwa jina na kuteswa kwa sababu aliutunza uaminifu na uadilifu wake. Daudi yule mjume mteule wa Mungu aliwindwa na maadui zake waovu kama mnyama wa porini. Danieli alitupwa katika tundu la simba kwa sababu alikuwa mkweli na asiyekubali kuyumbisha utii wake kwa Mungu. Ayubu alinyang'anywa mali zake za kidunia na mwili wake kuteswa kiasi cha kuwa kinyaa kwa ndugu na rafiki zake, lakini alilinda uadilifu na uaminifu wake kwa Mungu. Yeremia aliweza kuongea maneno ambayo Mungu aliyaweka kinywani mwake na ushuhuda wake ulikuwa dhahiri uliomkasirisha mfalme na watawala, hivyo akatupwa katika shimo la makuruhu. Stefano alipigwa kwa mawe kwa sababu alimhubiri Kristo aliyesulubiwa Paulo alifungwa gerezani akapigwa viboko mawe na mwisho wake aliuawa kwa sababu alikuwa mjumbe mwaminifu aliyepeleka injili kwa mataifa Yohana mpendwa alifungwa katika kisiwa cha Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo mifano hii ya wanadamu waliosimama imara katika uwezo wa nguvu ya kiungu ni ushuhuda wa ulimwengu unaoshuhudia uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake na uwepo wake na na nyikevu wa kudumu na neema yake isiyokoma. Ulimwengu unapowatazama wanadamu hawa wanyenyekevu hauwezi kutambua uadilifu wao kwa Mungu. Ni kazi ya imani kutuliza bila kuwa na wasiwasi kwa Mungu katika wakati wa gidha. Haidhuru tujaribiwe kwa ukali kiasi gani na kusukwasukwa kwa kuhisi kwamba baba yetu ndiye ameshika usukani. Jicho la imani pekee ndiyo linaloweza kutazama ng'ambo ya mambo muda na kutambua thamani ya utajiri wa milele. Kamanda mkuu wa jeshi anayepiga mataifa na kutikisa nusu ya majeshi ya ulimwengu, lakini anakufa kwa masikitiko akiwa mateka. Mwanafalsafa aliyezungumza ulimwenguni akifuatilia hali halisi ya nguvu za Mungu na kufurahia upatanifu wake, mara nyingi anashindwa kutambua maajabu haya makuu ya mkono ulioviumba vyote. Mwanadamu mwenye heshima na akashindwa kuwa na ufahamu, amefanana na wanyama wapoteao. Hakuna tumaini la utukufu wa kutokufa hapo baadaye kwa maadui wa Mungu, lakini kwa wale mashujaa wa imani, wanayo ahadi ya urithi wenye thamani kubwa kuliko utajiri wa ulimwengu, urithi utakaotosheleza shauku ya nafsi zao. Wanaweza wasifahamike wala kutambuliwa na ulimwengu, lakini wameandikwa katika vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni kama raia wa mbinguni. Umashuhuli mkuu tukufu mkuu wa milele utakuwa thawabu ya mwisho kwa wale ambao Mungu amewafanya kwa walithi wa vitu vyote. Mambo tunayoyapata katika somo la leo, wale wanaoishi kwa uaminifu kwa Mungu hawepuki majaribu, bali Mungu kaa nao katikati ya mateso. Uwadifu wa kweli haupimwi kwa mafanikio ya kidunia, bali unapimwa kwa uhusiano na Mungu. Historia ya watumishi wa Mungu kama Yusufu, Danieli na Ayubu inatufundisha kuwa majaribu ni sehemu ya safari ya imani. Imani ya kweli huona mbali zaidi ya mateso ya sasa na kutazama thawabu ya milele. Wale walioaminifu kwa Mungu hata wasipotambuliwa na dunia, majina yao yameandikwa katika vitabu vya mbinguni. Tuombe. Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa neno lako iliyotutia moyo asubuhi hii. Tunakuomba tujalie imani kama ya mashujaa wa imani waliotangulia mbele yetu ili tuweze kusimama imara katikati ya majaribu. Tusaidie tuwe waaminifu kwako katika mambo madogo madogo na makubwa, tukijua kuwa majina yetu yako mikononi mwako. Bariki siku yetu yote na ututangulie katika kila jambo tunalolifanya. Tunakuomba haya kwa jina la Yesu Kristo uliye Bwana na mwokozi wa maisha yetu, amina.